haikuwa ni yenye kupunguza chochote katika mali ya mtu, sadaka haipunguzi chochote katika mali ya mtu. wama zala abdu wama zala abdu yatawadha lillah illa rafa'ahu llah, au kama qala alayhi salatu wassalam. Mja haachi kuwa ni mwenye kunyenyekea kwa ajili ya Allah isipokuwa Allah tabaraka wataala kamnyanyua. Tuwe ni watu ambao hatuna tabia za kujinyanyua. Ni kweli unajua, na ni kweli umepatia, kimeacha tabia ya kujinyanyua kwa sababu man tawadhaa rafaahu Allah, mwenye kujishusha Allah atamnyanyua. Wa mantakabara wadaahu Allah, na yule ambaye atakayefanya kiburi akajikuza, Allah tabaraka wataala atamkoromosha, atamshusha. Kwa hiyo tukiwa katika mkusanyiko kama huu na wingi mkubwa kama huu Lazima kutatokea tafahamu baina yetu, lazima kutatokea mikwaruzo baina yetu, lazima kutatokea maneno baina yetu. Tusiwe ni watu tunayachochea yale maneno kuyakuza, tuwe ni watu tunatafuta sababu ya kuyafuta yale maneno, na tuwe wepesi wa kusameheana. Imeonekana ni kweli, we na ndugu yako amefanya biashara, amekudhulumu, na ni kweli amekudhulumu. Nipe haki yangu, sikupi, basi mwache. Asipokupa pa duniani, atakupa akhera. Usio kuna haja ya kuendelea kuwa na maneno na magomvi. Kuna haja, kuna uwezo wa kumsamehe, msamehe, na ukimsamehe wapata fadhila nyingi zaidi kwa hakuna haja ya kusikia kwamba kuna mwislamu na mwislamu hawasemi. Kwa nini hawasemi? Ipi sababu ya msingi mpaka watu wasizungumza kwayo? Tujitahidini kujipamba na tabia zisizokuwa nzuri, tuienzi hii neema tuliyokuwa nayo. Alimamu Maliki rahimahu llahu taala asema katika maneno mazuri As-sunnah mithlu safinatu Nuh, sunna ya mtume ni mfano wa jahazi man muws man rakibaha naja, mwenye kulipanda jahazi hilo kusalimika. Wa man takhallafa anha halak, na mwenye kubakia nyuma kupanda katika jahazi hiyo ya sunna ameangamia. Kwa hivyo wewe, ingia kwenye jahazi ya sunna. Kama ambavyo umeingia katika jahazi ya sunna katika upande wa maneno na upande wa matendo, basi dhahiria yako na batini yako ingia katika sunna. Dhahiria yako na ndani yako ingia katika sunna. Umeingia dhahiria yako kwenye sunna, alafu akhlaki zako zikabakia ni zile za kijahiliya. Mtume aliposikia masahaba zake wanazozana, alafu yule mwenye kabila la Ansari awaita maansari wenzake, na yule wa kabila la Muhajiri awaita Muhajirina wenzake. Mtume aliposikia ulingano huu wa kuitia kwenye ukabila alikasirika sana, kawaambia dauha, acheni mambo haya, fainnaha muntina, jambo ninanuka hili, acheni tabia kama hii mambo ya asabia yatoka wapi? Sisi watu wa sehemu fulani, sisi watu wa mahala fulani, hakuna kitu kama hichi. Si tushakuwa wote ni ndugu, tumekuwa sote, sisi ni Waislamu, walillahi lhamdu masalafi. Tuna haja kuingiza ya kuingiza mambo ambayo yatatuletea kuvuruga ule udugu wetu na mapenzi yetu. Kuingia katika jahazi ya sunna, kuingia mzima mzima. Mwenye kuingia kwenye jahazi ya sunna amesalimika. Hakuna kitakachokudhuru wewe kwa kuingia kwenye jahazi yako ya sunna. Hata kama mji mzima watakutenga wewe, hawatakudhuru hao chochote, wala usipate huzuni kwamba labda famili nzima wamenitenga, eti kwa sababu mimi nimekuwa mtu wa sunna. Wamejitenga wao tu, wao kutengwa, kutenge Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wakukutenga familia yako, hawajakutenga hawa, wamekutukuza tu

wakiwa na lengo la kukunufaisha wewe kwa chochote, basi hawana uwezo wa kukunufaisha ila kwa kiwango kilichokadiriwa na Allah subhanahu. Lakini pia wakikusanyika kukudhuru, hawawezi, hawana uwezo wa kukudhuru ila kwa kiwango cha madhara kilichoandikiwa na Allah subhanahu. Kwa mwislamu anatakiwa kuishi maisha ya amani. Usiachi kufuata sunna kwa sababu kaka yako alikutafutia ajira haipendi sunna, usiachi kutekeleza mafundisho ya Mtume eti kwa sababu bosi wako kwenye ofisi yako hataki sunna. Sunna inashinda kila kitu, hakuna kitu kinafikia sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam, usio tayari kuiacha sunna kwa chochote kwa sababu thamani yake ni kubwa. Hakuna Uislamu bila sunna na watu walipokuwa wanazidharau sunna za mtume, wamedharau, wamedharau mpaka imefikia leo sunna imekuwa kama kitu cha kule chakula, chakula, kula japo sunna kwa, karibu japo sunna, maana eh, sunna ni kitu ambacho hakina uzito wowote japo? yes, sunna basi, nikakwambia hii tabia yani, ye, yani sunna, umeona kama sunna ya mtume ni kitu cha kuchezechezea tu. Kwa nini wamchezea mtume wako sallallahu alaihi wasallam? Unampenda wa unampenda wewe? Al-imam Abdullahi ibni Dilami rahimahu llah taala anasema: balaghani ana awala dhahabu dini tarku sunna, nimefikiwa na ilmu kutoka kwa walionitangulia mimi kwamba cha kwanza kupotea na kuachwa katika dini ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwanzo wa kuharibika dini, mwanzo wa kupotea dini ni watu kuacha sunna yadhhabu dinu sunnata sunna, kama yadhhabu lhablu quwata quwa, dini itakuwa inaachwa kitu kimoja baada ya kingine, sunna moja baada ya sunna nyingine, kama vile kamba inavyoisha uzi mmoja mmoja, mpaka ile kamba inaweza kupatwa na upepo tu, hata mtoto mdogo akishika hivi imekatika. Ndio hizi dini tunaziona kwa ndugu zetu, kila kitu kimeachwa, kila kitu kimeachwa. Ukiambiwa hii sunna bwana Ukimwambia hii sunna bwana, ukifanya unapata thawabu, ukiacha upati dhambi. Mbona unatairiwa bwana? Wajeacha kutairiwa si ni sunna? Mpaka leo makafiri pia wamejua umuhimu wa kutairi watu au si tena, wanatairi bure kabisa na mfumo wake dakika tano tu wala hamna aje kanadonda kwa siku nzima, si sunna hiyo? Kwa nini mdharau sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa nini sunna idharauliwe? Lazima huwa na uchungu na sunna. Wakati katika sulhu al-Hudaibiya, ukisoma katika sira, mtume akiwa anafanya mazungumzo na Makuraishi, mmoja katika Makuraishi alikuwa anazichezea ndevu za mtume, Umar aliushika ule mkono akamwambia Marufuku kusogeza kwenye ndevu za mtume, ima hautarudi huo wa mkono wako. Yaani unataka kuukata ule mkono kwa sababu ya kuchezea ndevu za mtume. Ashika ndevu za mtume una adabu? unashika ndevu za mtume, mtume. Kafiri pale pale akamtia adabu, toa mkono wako kwenye ndevu za mtume, ima hautarudi kwako huo. Watu wakashika adabu yaza, na kweli hiyo ndio heshima. Lazima watu tuheshimu sunna za mtume sasa lakini sambamba na haya bado adabu na heshima itabakia pale pale. Kwa hiyo lazima tuingie katika jahazi ya sunna, na ukibakia nyuma katika sunna utaangamia. Haijalishi ni mtoto wa sharifu wala ni mtoto wa walii, haijalishi ni mtoto wa mtume wala haijalishi, wewe ni nani, ukibakia nyuma katika sunna utaangamia. Waman takhalafa anha halak, mwenye kubakia nyuma ataangamia. Usibakie nyuma katika jahazi. Angalia katika safina ya Nuhu, walibakia nyuma. Mke wake Nuhu, au sio? Alibakia nyuma mtoto wake Nuhu. Kuna aliyesalimika kati yao? Hakuna aliyesalimika, waliangamia. Na wewe ukibakia nyuma katika jahazi ya Mtume ya sunna, na utaangamia. Kwa nini uangamie, wakati hauna sababu ya kuangamia? Kwa nini ukubali kuangamia? Tujenge maisha yetu na tabia yetu katika kupendana na kusameheana, tujenge mshikamano wetu na umoja wetu. Nikitokea jambo kwa mtu mwenzako salafi la kuhuzunisha, na wewe vile likuhuzunisha kama la kwako. Nikitokea jambo la furaha kwa ndugu yako na wewe likufurahishe kama la kwako. Na haya ndiyo maisha mazuri. Hata wale ambao wanakutazameni au eh, hawa watu wa makweli wapendana, wanapendana, utafikiri kama baba yao mmoja, mama yao mmoja, lakini kumbe ni watu wa mbali kabisa. Mapenzi yetu sisi katika dini na dini yetu sisi ni sunna ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa ama yale maneno ya kejeli na maneno ya dharau kwamba watu wana jazba, hii ni kawaida. Hii hatuwezi kuona ajabu, katika maisha ya vijana kuwa na jazba ni kawaida, au sio? Maisha ya vijana hili jambo la kawaida. Kwani wakati wa uanswari, si watu walikata suruali za wenzao? Hawakukata suruali za wenzao? Si walizikata? Mbona hamkuwalaumu wana jazba? Kwa sababu walikuwa wafuasi wenu, mlikuwa mnawapenda na walikosa adabu kawaambia wazee wao wana vidogo vya balbu, au sio? Wana sura za kike, mbona wengine wana hedhi. Mmoja alikuwa anakagua safu, waambia ondoa hedhi yako, ndio mwanaume, ondoa hedhi yako. Hedhi iko wapi? Kumbelesibali ndio hedhi? Kunja swali lako hilo. Ni lugha ya kumwambia mtu, hawakuonekana hawana adabu. Lakini ilipotokea katika vijana wa kisalafi wana lugha kidogo kali, hawana adabu vijana hawa. Sisi tumewatangulia kwenye sunna, mbona umetoka? Sasa kitu gani kilikuwasha mpaka ukakimbia? si ungebaki kwenye sunna ukawa salafi? Sasa hivi vitu vipo, kuna baadhi ya watu kweli wana lugha kali, na watu hamwezi kuwa wote wapole. Sasa itakuwa nyumba gani hiyo? baba mpole, mama mpole, a, mtoto atakiwa apate mtu wa kumfokea, au sio? Eh, mama mpole, baba anakuwa wa wastani kidogo, anazidi kidogo. Hata ukiwa na mkeo, mkeo sharti uzungumze naye kwa upole, au sio? Lakini pia ukiwa mpole kwa mkeo, pia hakuelewi baadhi ya wakati, hebu wacha upuuzi wako mwanaume, we amezungumza, bas. Basi ni kitu kinatokea nadira, au sio? kisoga historia yako basi hiyo, kila ukiingia mkali, ukitoka mkali hujulikani wakati gani, wewe ni mtu unabashasha kwenye uso wako. Mtu gani wewe? Mwanaume gani? salafi wa wapi? Watoto wako hawana furaha na wewe, mkeo hawana furaha na wewe, marafiki zako hawana furaha na wewe. Unamfurahia aliyekupa tu, atakaye kunyima adui yako. Ukiomba lazima upewe, cha kwako chako, cha wenzako chako. Mtu gani? tusiishi maisha haya, maisha ya kiyahudi. Tuishi maisha ya kisunna, maisha ya kisalafi, tupendane Sameheane, tupeane udhuru, alkamalu lillah. Na wewe unayekosea, kwa mwepesi wa kuomba msamaha kwa wenzako. Lakini pia sisi tunapoishi tujue kwamba annasu maadinu, watu ni kama madini haya jamani. Kuna madini ya makaa ya mawe, mengine madini ya dhahabu, au sio hivyo? sasa kuna watu moyo wake ni kama mkaa wa mawe hataki kurudi nyuma, hata kama akakosea, yeye ananyang'ania tu makosa yake. Basi wewe ambaye unajua tayari huyu ndugu yangu ana tabia hii, hebu ni msamehe, anemwacha na msamehe, unamwacha mnaendelea kuishi kwa salama. Amekuudhi lakini unaificha hasira yako, mnaendelea kuishi tuishi katika maisha hayo, lakini pia tujue thamani za wakubwa zetu, albarakatu maa akabirakum Baraka ziko na wakubwa. Ni kweli ni mkubwa, lakini namshinda elimu, atabakia kuwa ni mkubwa hivyo hivyo, wala elimu yako haitakufanya wewe ndio uwe mkubwa, bado atabakia kuwa ni mkubwa vile vile. Kwa hiyo ukiongea naye, lazima uwe na adabu, na yeye ni mkubwa wako. Unamfundisha kusoma, ni mkubwa wako. Wakati unamfundisha, unajua huyu ni mkubwa wangu, adabu lazima iwepo. Unamwambia ha, asema ha sema haa, sema, sema wewe ah, wewe hapana, hapana. Bado ni mkubwa wako huyu mzee, ajifundishe vizuri. Hii tamka vizuri, kaa hapa, fanya mazoezi. Ah, sasa ufundisha mtu ah, mzee, ni kweli si ni kusoma, lakini sitoweza bwana <laughs> sasa wewe utafukuza watu, fukuza watu. hii dawa yataka hii takahuruma hii hii. Nakumbuka siku moja nilikuwa li nasoma hadithi moja ya Mtume, mzee mmoja kaenda kwa Mtume amwambie Mtume amfundishe Qur'ani, Mtume akamfundisha Hamim, ambaye ndefu hiyo, mimi siwezi. Akamfundisha Hamimu nyingine b, hiyo siwezi. Akamfundisha, baba Mtume, mimi kichwa changu kishachoka, ishakuwa na umri mkubwa niangalizie sura ambayo itakuwa jamia imekusanya fupi nzuri naeleweka. Mwanafunzi anampangia mwalimu. Tume akamfundisha Zalzala asema, akamfundisha ile akaijua. Mzee akainuka zake kaondoka. Tume akasema kad aflaha ruwanjilu, imefaulu hichi kijanaume lakini shaondoka tayari, watu wote walikuwepo kwa mtume wa sampuli hizi, na wala mtume hakuwa na tabia za kuwakemea. Kila mmoja ana uwezo wake. Kuna watu hawana uwezo tena wa kuandika sasa hivi, lakini wana uwezo wa kusikiliza darsa. Sasa anapokuwa amekuja darasani, yeye anataka kusikiliza. Lazima uwe na kitabuka kitabu itakishika kitabu, kitabu tu. Sasa bwana niulie mwenzangu mimi nikae nisikilize, nipate faida. Kichwa kishachoka hichi, maisha yameshatupiga sana, watoto na wake wametushughulisha, hatuelewi sasa. Tupate tena hii kidogo kidogo, tusikilize. Lazima mwalimu, ujue kwamba katika darasa yangu kuna watu tofauti tofauti, na sio watu wote wakikaa kwenye darasa, shekhe, wanaandika na kusoma. Wengine wanasikiliza tu, wengine wajifundisha tu baadhi ya mambo. Ah, kumbe kutaka kufanya hivyo utafanya hivi. Wamuona mtu hajui kusoma hadithi kwa Kiarabu wala aya, lakini anamshinda shekhe wa kisufi bilionea wa kisufi sio. Akizungumza aacha ujinga huo, uzushi huo, hiyo sio sunna ya Mtume. Bwana wee, una dalili. Hata kama siwezi kusomea dalili, lakini wewe, hili jambo halipo katika dini. Kwa kukaa kwake tu kusikiliza darasa za sunna, akajua kwamba jambo hili ni bidaa, akajua jambo hili ni sunna. Kwa hiyo lazima tujue kwamba katika mkusanyiko wetu kuna watu wenye uwezo tofauti tofauti. Vijana wenzangu, tupunguzeni ukali kwenye darasa zetu, lakini pia tu, tuangalie jinsi ya kutoa mifano katika darasa zetu. Wewe watu wa mfano kama huyu mzee, ah, kama huyu mzee, hii mfanogaadusha. Sasa yategemea ule mzee, wakati ule umemkuta katika hali gani? matokeo yake kubo unamtolea ya mfano toka gombana na mama yako juzi tu, hajasahau nyumbani kule, hapajakalika jana juzi mpaka leo, anakuja msikitini kupata kule waza darasa, atolewa mfano eza laalakut ambogandi. Haya sasa eh? Kwa sababu ni mzee anatetemeka kwa hasira, huwezi kusema. Yani maanake tayari ushamvuruga tayari. Mwalimu mzuri lakini hana adabu mwalimu mzuri lakini hana adabu. Kwa mfano mmoja tu. Sasa wapo watu wataka, ukimtolea mfano hana maneno, wewe kijana, hebu simama wewe, hebu simama, fanya moja mbili tatu, umri wako na umri wake, hakuna shida. Lakini waangalia mtu baba yako, ammi yako, umri wa kaka yako, lakini wamtolea lugha za ajabu. Hapana ndugu zangu, mwendo sio huo. Lazima tuangalie kwamba katika safu kuna watu wanaweza kukaza mwendo na kuna watu wengine hawawezi kukaza mwendo, wanatembea polepole. Kwa hiyo lazima msafara wetu uwe ni msafara wenye upole ndani yake. Lakini pia mmezozana kwenye vikao huko, kesho unakuja kwenye mimbari hapa. Hii mimbari ni kwa ajili ya kuelimisha watu, hii siyo mimbari ya vijembe. Inafikia mtu anamzungumza mtu, imebakia kumtaja jina tu, yani ukisema Abu du lakini habari zote kila mmoja saa akaelewa, anazungumza nazungumza Abu Bakari. Hapana, hizo sio hutuba. Tusipoteze nafasi ya mimbari zetu, badala ya kuelimisha watu ikawa ni sehemu ya kuja kuleta vinyongo vyetu. Tutengenezeni marakizi zetu, na kila mmoja awe na hamu kubwa ya kuhakikisha kwake wanaongoka watu katika suri, awe sababu ya kuwavuta watu katika s Inawezekana mtu akawa ni kweli tabia yake ni hiyo, lakini kuna mwingine baada ya kujua hii tabia niliyonayo mimi ni mbaya, najilazimisha kuiacha, na kwa sababu ana ikhlasi katika jambo lake na Allah anamwafikisha, naliacha lile jambo, na mtu anabadilika. Kwa hivyo mimi nakuhusieni, ndugu zangu, ni duaati waumini wenzangu, katika jahazi hili kuna mawimbi tutayapita.

Lazima tuwe uvumilivu na lazima tusameheane na lazima tuitetee sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Moja katika maazimio, moja katika nia, unapokuwa unasoma ni lazima uwe na nia ya kuihami na kuitetea sheria ya Allah tabarak. Wewe ndio mtetezi wake, na hii itapelekea heshima katika dini yetu itapatikana, na imani katika haya niliyozungumza itakuwa nimeeleweka kidogo. Namwomba Allah katika yale niliyoyakosea anisamehe, na katika yale niliyopatia ya ayajalie, yaingie katika nyoyo zenu, na awafikishe Allah kuyafanyia kazi. Sina shaka kwamba katika mifano nitakuwa nimtoa mifano mizuri na no mibaya, sina shaka katika hiyo, kwa sababu mnatumia ulimi na kukosea, ni kawaida ya mwanadamu. Lakini usiwe ni mtu naangalia makosa kama msufi. Nikisema hivi mnanielewa? Msufi kazi yake anaangalia katika maneno kuna fatha, kasra. Kwani kukwambia fatha na kasra ndio itakuwa sio dalili? Sinaeleweka vizuri ni yani, msufi yeye kazi yake, unapoongea yeye haangalii kuna faida gani, yeye anaangalia pale uliposema kuna fatha au kuna kasra, ni failu au ni mafuulun bihi. Usiwe mtu mwenye akili hiyo. Tumefahamiana vizuri? Ah, lazima tubadilike na lazima tutengeneze safu yetu, na walimu lazima mtulee, lazima mtulee, na mjue kwamba kuna nyoyo ziko nyuma yenu, na sisi tunaolelewa lazima tujue kuwa tunalelewa. Ikatokea siku moja mwalimu akakutolea lugha kali na wewe ni mkubwa kuliko yeye, jalie ni sehemu yako tu, Allah amekutakia kheri leo upewe maneno makali kujalia kuwa ni sehemu yako pia uziwe, utapate uthawabu ya ibada ili uudhiwe uangaliwe, utapata hizo thawabu ama utazikosa. Allah tujalie kuwa na subra na tujalie mwisho mwema na atusamehe makosa yetu. naimani shekhe, naomba niishie hapa, jazakumullahu khair lakini pia